Mimba ya Ajabu season two: Kizazi cha Laana. Miaka takribani minane ilikuwa imeshapita tangu tukio la kutisha la mimba ya Pili kuleta sintofamu pale kijijini na kupelekea Zawadi kufuzwa na kwenda mbali na kile kijiji. Sasa Pili anaishi maisha ya kawaida akiwa na mume wake Yasin na mtoto wao Daudi. Kwa nje kila kitu kilionekana kimepungua misukosuko, lakini ndani ya nyumba yao dalili za ajabu zilianza kujitokeza taratibu. mwanzo wa msukosuko Daudi alikuwa na miaka nane tu, lakini mara nyingi alionekana tofauti na watoto wengine. Alikuwa akiongea peke yake usiku, kana kwamba kuna mtu anajibu, ingawa hakukuwa na mtu. Wakati mwingine alicheka ghafla, kisha akasema, mama, yule shangazi Zawadi anakuja tena alikuwa akipenda kukaa karibu na makaburi ya kijiji badala ya kucheza na wenzake. Pili alijaribu kuficha mambo haya lakini moyoni alihisi kama ndoto mbaya inarudi tena. Kijiji chaanza kugawanyika kwa matukio tofauti tofauti ya kutisha. Kumekuwa na matukio ya ajabu, watu walipata mifugo yao inakufa ghafla bila ugonjwa. Ndege weusi walionekana wakizunguka nyumba ya Pili kila jioni wakati mwingine maji ya kisimani mwao yaligeuka kuwa mekundu kana kwamba ni damu. Wazee wa kijiji walianza kutafakari, walitafta uku na kule chanzo kitakuwa ni nini. Ila mzee mmoja akuambia kuwa itakuwa inahusiana na yule mtoto aliyezaliwa miaka minane iliyopita na uyo so mwingine ni Daudi. Wengine waliona ni ishara ya mtoto kuwa mchawi, wengine wakasema mtoto ni mteule na nguvu zinampinga kwa sababu atakuja kuwa nabii mgawanyiko huu ulileta hofu na hofu ikazaa chuki. Siri ya Zawadi. Kule mbali katika kijiji kilicho msituni, Zawadi alikuwa bado hai. Baada ya kufukuzwa, alikimbilia kwa mganga mkubwa zaidi, mganga Sefu. Mganga huyu hakutumia dawa za kawaida, alikuwa akihusiana na mizimu mikubwa ya giza. Alimwahidi Zawadi kuwa kama akimtoa kafara mtu wa damu moja na Pili, basi atakuwa na nguvu za ajabu. Kwa hiyo Zawadi alianza kutafuta njia ya kumfikia Daudi kwa sababu yeye ndiye damu ya pili. Mapambano ya kiroho ndipo yalipoanza. Pili akihangaika, aliamua tena kumtafuta Mchungaji Endoe. Wakati wa maombi, mambo yasiyoelezeka yalitokea. Daudi alianza kupiga kelele kwa sauti ya kiumbe mzima, si ya mtoto. Vitu vilirushwa ndani ya nyumba bila mtu kugusa. Mtoto akalia kwa uchungu akisema Mama, siwezi tena kushindana na sauti hizi. Endoi alimtazama Pili na kusema, huu siyo mwisho, kuna nguvu kubwa zaidi nyuma ya haya. Safari yako haijaanza leo, inaendelea. Lazima usimame imara kwa sababu mwanao amechaguliwa kuwa kiungo cha vita vya roho. Usiku wa kutisha, siku moja kijiji kiliamka na kusikia Daudi ametoweka kitandani mwake. Mlango haukuwa umevunjwa, hakuna alama za nyayo ila tu kulikuwa na maandishi ya damu kwenye ukuta, anayestahili kuchukuliwa amechukuliwa, Pili alilia. Yasin alikimbia kijiji kizima, lakini hakuna aliyejua mtoto yupo wapi. Ilibaki fumbo kubwa. Baada ya siku tatu, sauti ya mtoto ilisikika usiku msituni, kilio cha mbali, dhaifu. Watu walikusanyika wakaingia msituni, lakini walipoikaribia sauti hiyo ikatoweka ghafla. Badala yake waliona kivuli cha mwanamke akitembea taratibu akiwa na kitambaa cheupe kichwani. Alikuwa ni Zawadi. Alitazama nyuma na kusema, safari hii haitaisha kwa maombi yenu. Mtoto huyu si wa kwenu tena bali ni wa giza lililotumwa kwa damu yenu. Giza lilitanda, upepo mkali ukaanza na watu wakataharuki. Pili alipiga kelele, Daudi, Daudi mwanangu. Lakini kilio chake kilipotea gizani. Swali ni je, Daudi atarudi kweli? Je, Zawadi atashinda au nuru itatawala tena? Na kwa nini Zawadi anataka atoe kafara ya mtoto wa Pili? Kama umeipenda sizoni ya pili ya Mimba ya Ajabu, hakikisha unaacha komenti hapo chini ili sehemu ya tatu iletwe kwenu sasa hivi. Pia usisahau kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele baada ya kusubscribe ili kutopitwa na mwendelezo na stori mpya na kali kila siku ya Jumanne na Ijumaa saa kumi kamili jioni hapa hapa Kipua Medial Stories.